Kazi, kazi baba yangu amenipea kazi ngumu. Oh. Hey. Buda. Yes, buda. Sasa kazi unafanya unalalamika, unafanya unalalamika kwa nini sasa unanipea kazi ngumu? Kazi ni kufanya ndio kula. Sasa utafanya kazi utakula bila kufa kule. Sipaswi unipewe hata kama mwaka moja nikuleke kufa zebwa. Nikomba haya. Miwa palilia, ikuwe mkubwa, ndio kule. Bwana, mimi nataka eh, kwako tu nataka, kikwako tu hizi, ah, hii miwa ndio itapata muunga ni utakula siku ija. Sasa wewe hata huko nilipia sukuri fees, sasa unataka um, mimi nisumbukane? Tuna machempe chempe, wewe unataka chempe kwenye uni tudogo tudogo <laughs> <laughs> <bura ya> <laughs> ni kazi bura ya kabisa. Sasa hii serikali inasomesha watoto ha bure, wewe ni mtu wewe ni mtu bure sana kwa sasa, wewe fanya kazi